Kwanza kabisa ni kukushukuru kwa vile umekuwa rafiki wa hii sehemu yetu kwa miaka mingi sana, si ni kweli? Rais amekuwa rafiki yetu sana. Kuna mahali hapa Tharaka rais hajakanyanga? Si tulikuwa naye Kadhangashini na Kamaguna na hapa Katonga na Mukodhima na Karocho na Chiakariga na Nkondi na Marimanti, kweli, si kweli? Hizo sehemu zote rais William Ruto ametembelea in person tangu akuwe waziri, akuwe deputy president na sasa akiwa rais. Kwa hivyo urafiki wa rais na sisi watu ya Tharaka Nithi na sisi wa Meru na watu ya Mlima Kenya sio urafiki bandia, sio urafiki wa kuanza jana, ni urafiki ametengeneza miaka mingi, kwa sababu amekuwa akizuru hapa siku nyingi. Ni kweli ama si kweli? Si rais amekanyanga hiyo sehemu yote nimesema. Pale mara tumekuwa na rais Kiegangoro, tumekua tumekuwa na rais Chogoria, tumekuwa tumekuwa na rais Magutuni, tumekuwa na rais Mitheru. Ni wapi rais hajakanyanga? Si amekuwa kila mahali? Pale Chuka rais anajua Kibugua, anajua Chera, anajua Itugururu, anajua Chuka. Sasa hii dharakanili peke yake amekanyanga sehemu kama hamsini na ajaanza akiwa rais, alianza akiwa waziri, akiwa DP na saa hii akiwa rais. Mungetaka hiyo urafiki wa rais na watu ya hii area ya Mlima Kenya iendelee? Iendelee? Isiendelee? Iendelee? Isiendelee? Iendelee? Isiendelee?